Karibu katika simulizi ya nyumba wapangaji na vyumba vya siri sehemu ya kwanza. Mtuzi njimidadi, twende tukafahamu historia fupi ya nyumba hii. Nyumba hii ilijengwa mnamo mwaka elfu mbili na kumi na tisa kwenye eneo lililomilikiwa na kikongwe mmoja ambapo ni Kimara juu. Kikongwe huyo ambaye alitikisa kuogopeka katika eneo hilo. Kama ilivyozoeleka siku zote katika jamii, kikongwe yoyote anaonekana kuwa na macho mekundu basi huyo husadikika kuwa ni mchawi. Kikongwe huyo alikuwa na sifa moja ya kutisha hmm, ambayo alifahamika kwa kila atakayepita karibu na eneo lake, basi ndiyo mwanzo wa kugeuzwa na kuwa msukule au huenda kutokuonekana kabisa katika uso wa dunia. Mimi na wewe hatuna kitu tunachokifahamu ila kuwa, sasa nataka nikupeleke moja kwa moja ukajue mara baada ya watu kufanikisha kumwondoa kikongwe huyo ni nini kilijitokeza. Walijitokeza watu wenye nguvu zaidi kumzidi kikongwe yule mara baada ya kuchoshwa na matukio ya kupotea kwa watu mara kadha wa kadha. Hivi ulishawahi kusikia kuwa siku za mwizi ni arobaini? Hmm. Haikuwa kwa kikongwe huyo, bali waliamua kumchoma moto ndani ya nyumba yake bila kujali kitu chochote, na walihakikisha wamemteketeza huyo kikongwe pamoja na vitu vyake vyote alivyokuwa akivimiliki kwa ajili ya mambo yake ya ushirikina. Baada ya zo zoezi hilo kukamilika, majivu na mifupa ya kikongwe huyo walivizika katika eneo hilo pasipokuwa na hofu wala shaka yoyote, na baada ya kila kitu kukamilika, wakatawanyika na kuelekea majumbani kwao kwa ajili ya kuendelea na shughuli ama taratibu nyingine za kila siku. Siku si nyingi tangu tukio hilo litokee, alijitokeza tajiri mmoja aliyevutiwa na kupenda eneo hilo na kuhitaji kununua ili aweze kuanza ujenzi wa jumba lake kuu aliplani yeye kufanya kuwa kama sehemu ya biashara kwa ajili ya kuendeleza kukuza uchumi wake binafsi wa kifedha, kwa maana nyingine kuwekeza katika wapangaji. Tajiri huyo, ama Kibosire kwa jina jingine, alionekana kuwa na wahusika wa eneo hilo, kisha wakampa utaratibu wa historia fupi ya eneo hilo ambayo <laughs> kwa masikio ya kawaida ni lazima ungeogopa na kukimbia mbio yani. <laughs> Ah, waogopa usiku, najua mmeogopa, lakini that's your story. Mbali na hiyo kabisa kabisa, cha ajabu na kuchangaza, tajiri huyo hakuwa na hofu wala shaka yoyote hata kidogo, yani hata chembe ya hofu moyoni mwake hakuwa nayo. Mara baada kupewa ya kupewa historia fupi, tajiri huyo aliridhia kwa moyo wa kufanya utaratibu wa malipo kwa ajili ya kuwa na hati miliki rasmi ya eneo hilo, ili punde tu atakapomaliza mazungumzo na malipo, basi aanze ujenzi wa, wa jumba hilo. Alifata hatua baada ya hatua na alifanikisha Ujenzi ulifanyika haraka wa jumba kubwa kiasi ambacho jumba hilo halikufanana na nyumba zingine. Ujenzi ulikamilika, na jambo kubwa ambalo alitamani kufanya tajiri huyo ni kuharika matajiri wenzake, yani mafogo kutoka sehemu mbalimbali, alitoa China, German, Marekani, baadhi ya watu walisoma nao na katika biashara zake waliohudhuria. Baada ya muda mfupi, kauli hii iliwatatiza watu walioshiriki katika furaha hiyo na kujiuliza ilikuwa ina maana gani. Kimya kilitawala kwa muda na sauti za minong'ono zilisikika chini chini, na hapo ndipo kulizuka gumzo kubwa sana baada ya tajiri huyu kuzungumza kauli hii na kusema kuwa leo hii ni siku kubwa sana kwangu. Mimi nafurahi pamoja na wageni walioalikwa kushiriki nyumba hii, mtu akiingia kutoka inakuwa ni ngumu, na ninawashukuru wote mlioshiriki kwenye kafara hii ya kuchinja pamoja na kula nyama tofauti tofauti. Usikose kufuatilia simulizi hii ya nyumba ya wapangaji na vyumba vya siri. Sehemu ya pili, mtunzi ni Jimidadi na mimi Joram Joshua. Don't forget to subscribe, share, like and comment. Hey, ni Tamu Story.